Naitwa Winlard Mmbando, meneja wa tawi la Equity Bank branch ya Temeke Shina, A, tunashukuru kwa fursa ya kuwa katika viwanja hivi kushirikiana na shirika la uh, vikundi vya wajasiriamali Tanzania Shina, Shivuta Shina, na kwa viwanja, Male, siku ya leo ilikuwa ni kima, siku ya mkutano mkuu tumepewa fursa ya kuwa mi, hapa na kutoa elimu ya fedha ikiwa ni pamoja na ufunguzi wa akaunti kuweka amana hopu, wapi, hopu. Ishu za budget, za no, ishu za pamoja na ishu za udhibiti wa madeni au mikopo. Walimu wetu na staff wetu wako hapa kuhakikisha kwamba mtu anajipatia account saa hapo, pamoja na kadi yake ya ATM iwe kupata huduma kwa urahisi. Lakini pia tunaweza, tunawapa huduma za account za vikundi kwa gharama nafuu kabisa, na wanaweza kuweka amana zao kwa ajili ya kulifikisha malengo yao na mwisho wa mwaka kama hivi wanavyofungua SHIVUTA tunashirikiana nao na kuwawezesha kwa masuala ya mikopo, na kwenye mkutano kama hii tunawawezesha, tunawapa elimu na, tuna na kuwafanikisha katika ile malengo yao, ikiwa pamoja na mikopo, mikopo ya vyombo vya magari kama ulivyoona tumewakopesha kosta tatu, na bado kuna fursa nyingine endelea. Kwa hiyo tunawakaribisha Equity Bank, namba yako ya NIDA au kitambo chako cha NIDA unapata akaunti hapo hapo, na tunakuunganisha nayo kwenye simu, unaipata akaunti yako na unaweza kuweka hela na kutoa hela bila tatizo lolote. Karibu hikii, tuko kila mahali, tuko Dar es Salaam, tuko Moshi, tuko Arusha, tuko Mwanza, tuko Zanzibar na maeneo karibia yote nchini, tupo. Asante Shivuta kwa kutupa nafasi. Asante. kama hata ukiangalia shivuta hapa vikundi vingi kama ni vya mama na tuko naobega kwa bega waksha kwamba tunawawezesha katika yale malengo yao kwanza kuwapa mikopo ambayo ina vigezo nafuu kwa ajili ya kumwezesha mwanamama au vikundi vya kinamama kujiinua. Tuna huduma za mwanamke plus ambazo hata riba zake sio kama mikopo ya watu wengine, tumelegeza vigezo, lakini pia tunawawezesha na kuwashauri na kuwapa elimu ya fedha na kuwasimia mia moja kwa moja kwenye aa, miradi yao kiasi kwamba miradi ya ifi na wanainuka na pia wanapata access na na, masuala ya mikopo na huduma za kifedha uh, kwa ukaribu kabisa. Labda tumeona Shivuta leo, wingi wa wanawake wamejitokeza kwa wingi. Tunashukuru tumepata mwitikio mzuri sio tu kwa Shivuta wenyewe, umeona uvuki, tumeona vikundi zaidi ya 20 vimekimbilia, tunafungulia account hapa hapa na kupata account zao, na mmeweza kuweka amana zao ambazo sasa zitakuwa kwenye makato. Hiyo ni ishara nzuri, tunakula vizuri, na tunatembelea biashara zao na tunawawezesha, ili mwaka unaoanza sasa tuvuke viwango vingine vya kufanikiwa, na tuachie kwamba vikundi vyote zaidi ya 22 vyote tu tunavifungulia account Equity na kupata mafunzo Equity na kuinuka na Equity. Meneja, kuna kauli mbalimbali <coughs> za toka. Kauli hii ya Equity ni nini? Benki yako, benki yetu. Equity, Equity Bank, benki yako, benki yetu.